Vijana si wapo? <laughs> <laughs> <laughs> mi tarisha kwa mzee bwana, vijana snawako strong namna hiyo na, inawezekana labda hapana a, vijana, a, vijana, a, mimi vijana wapo. Nishasema mi nimepumzika, sirudii si matamshi matam, matam, mara mbili <laughs> Vijana wapo akina Ray wapo, wao akina Tony wapo, wanaweza kupeleka jimbo vizuri tu okay. Nikachikamba kuna uchaguzi fair Moshi, kwa hali ilivyo, kwanza hata mtu yote anashinda katika ile jimbo yeah. Kama kuna uchaguzi fair yani, hakuna mimi sioni how hapo strong, strong, strong CCM, kwa, kwa sababu mimi naangalia miaka mitano nafanya nini naangalia watu huko mtano wanasema nini watu wakiwa strong yaani, kumekuwa na uchaguzi huru, halmashauri CHADEMA wanachukua na, na mbunge wanapata ole tu mbunge au ni mtu ambaye anakubalika, kwa nini? Kwa umma kwa hiyo, kwa mimi sina haja tena ya kufanya siasa za, za kugombea hii za kuendelea na chama changu. Hizo ninazo tuna majina ya Toni na mm, Kadege ya wamepewa nafasi, kushika nafasi ya mwenyekiti, na mm, nafasi ya katibu una mashaka na, na, na uongozi wao ha, mashaka kiongoza <laughs> za mimi nitajuaje mioyo yao kina nani? mgonjwa alikuwa strong nani akwambia mgonjwa leo hata kuwepo, yani una, kuna vitu, kufa, mina, kuna watu wameondoka wa chama hata sielewi, lakini sasa wameondoka unafanyaje? kwa sababu ndio maana kuambia kwamba motive za kisiasa ziko zina shida yake. Kwa hiyo huwezi kwanza kwa, kulaumu watu kwa nini watoke mnaweza mkao kwa pamoja, baada ya muda mkatofutana kwa kimitazamo, jambo la kawaida kuzo kwenye siasa. Sura Kenya kila siku yani unashangaa leo uh, Raila anaitwa uh, ODM kesho anaitwa hiki. Jambo la kawaida kwenye siasa, wala hakuna ugomvi, yani wala watu wala watu wasipasi Chadema sio mpaka wao vichaa wachanganyikiwa kwa muondoka. Hapana, jambo la kawaida. Cha msingi, wakiondoka mnajipanga, mnaelekea bila safari. Mlio baki kuna kitu utakimisi? Kwa viongozi ambao wanaondoka Chadema, mtamisi fitna zao tu ni watu wa fitna, watu wa migogoro, mtakacho misi. Sita misi kitu kingine, walikuwa tayari ni watu ambao washaprove kushindwa, walikuwa na kuvuta kwa sababu ya nguvu fulani fulani hivi za za wakubwa wao. Kwa hiyo mimi nitamisi kufitina zao, kwa sababu muda wote chama wakiacha kimekufa Kilimanjaro, kwa sababu ya fitina fitina zao tu. Kwa mimi nitamisi cha viongozi walioondoka, ni watu walikuwa na fitna chama chao, wanaendesha kwenye kwenye pombe. Sasa mimi siwezi kujadili habari ya hao. Kwanza hao hamna effect waliweka kwa chama. Hata ni kukisaidia chama kukaa sawa sawa. Hao watu walibaki hapa sasa hivi wanaweza kupeleka chama mbele kulikuwa mnaweza kuamini. Kuliko hao watu ambao muda wote wameng'ang'ania hapo lakini kila saa migogoro migogoro chama mkoa wa Kilimanjaro kesho ni migogoro ya chama hakijawahi kutulia hata wakati mmoja. Kwa hiyo mimi sioni kama nitakachomiss ni migogoro yao tu, ndio nitakachomiss. Kwa sababu tutakuwa angalau tuna utulivu zaidi.